Tusikubali viashiria vya aina yoyote vinavyoweza kuletwa na mtu wa aina yoyote, viashiria ambavyo vinaweza vikavunja amani katika nchi, kwa sababu nchi sio ya watu wengine, nchi yetu sisi. Nchi sio ya serikali, nchi ni yetu sisi, serikali ni yetu sisi, na ndio maana hivi karibuni tarehe ishirini na tisa tutafanya uchaguzi. Sasa kwa nini tuiharibu nchi kwa kuvunja amani wakati nchi ni ya kwetu sisi? Dhima iko iko juu ya nani kama tukifanya hivi tutamwambia nini Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala? Kwamba tumekuharibia nchi yako? Ni uharibifu katika nchi baada ya kuitengeneza. Maana yake ya jumla, itengenezeni nchi basi. Maana yake itengenezeni nchi, msilete uharibifu katika nchi. Sehemu nyingine ya aya inatilia nguvu aya hii, inasema: wala tathau fi lardi mufsidin, wala msieneze katika nchi uharibifu. Sifanye uharibifu wa aina yote wa kuweza kuleta matatizo. Swali, je, Uislamu umezungumzia amani? Msaafu mzima tukiufasiri ni amani tupu. Mtume kipindi chote anazungumzia amani, ameunga udugu wa Maka wa, wa, wa, masaaba wa Maka na Madina kwa ajili ya amani. Kipindi tulichokuwa nacho tuwafundishe na tutangaze, na mashekhe wafanyakazi na wenye kuhutubia makhutabaa, yaani makhatibu katika misikiti ya Ijumaa na hafalati au hadhara mbalimbali, mashekhe mfanya kazi ya kuwafundisha wa watu juu ya swala la mmomonyoko wa maadili. Mmomonyoko wa maadili ni mkubwa sana katika nchi yetu kiasi cha kutisha. Bahati mbaya vitabu vimekwisha, lakini nimetunga kitabu kinachozungumzia mmomonyoko wa maadili chenye anwani inayosema mmomonyoko wa maadili, nani alaumiwe? Kwa hiyo mmomonyoko wa maadili sio jambo la Waislamu. Mmomonyoko wa maadili sio jambo ambalo ameliamrisha Mungu au wamenieleza Bwana Mtume sala. Mungu ametuamrisha tulinde tuwe na tabia njema tuwe na maadili mema. Vijana tuwafundishe wache mambo yote ya ovyo ovyo, warejee kwa Mungu. Huko kwenye kipindi cha uchaguzi huu, ni mwaka wa uchaguzi na sasa hivi vyama vinaendelea na kampeni kwa ajili ya uchaguzi mkuu ambao utafanyika tarehe 29 mwezi huu wa kumi mwaka 2025. Ninawaomba, siku ya uchaguzi, tujitokeze kwa wingi sana kwenda kuwachagua viongozi tunaowataka.